Machifu mkoa wa Mbeya wamesema wameridhia upanuzi wa barabara katika eneo la Mlima Nyoka ili kupunguza adha msongamano wa magari katika eneo hilo. Akizungumza katika eneo hilo la Mlima Nyoka, chifu mkuu wa kabila la Wasafwa wa mkoa wa Mbeya Roketi Mwashinga amesema wanaishukuru serikali kwa kutambua umuhimu wa mila. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu kwa heshima huo mlima kuheshimu huu mlima wa Nyoka. Kwa hiyo sasa Mlima wa Nyoka <coughs> Mlima wa Nyoka E, hiyo nyoka sasa, je, wanasema walikuwa huko nyuma hapa. Sasa leo tumekuja kuiweka tena, kutengeneza barabara ingine inapita pale, walikuwa nasema ndiyo, imi tutapita juu ya nyoka, lakini leo tunaiombea nyoka naye tupishe na sisi, ndio maendeleo tupishe nyoka, tupitishe barabara yetu, barabara yetu iende vizuri, itengeneze bila tatizo lolote. Tunashukuru wataalamu hapa, msiwe na hofu mtatengeneza bila tatizo bila buguza kama sisi tumeamua, wananchi ndio wenyewe tunawakaribisha. Mhandisi Suleiman Bishanga ni meneja wa wakala ya barabara TANROADS mkoa wa Mbeya amewashukuru machifu hao kwa kuridhia ombi hilo la kuona umuhimu wa kupanua barabara hiyo. na pia niwashukuru chifu wetu wa hapa eneo tulipo, ambako mradi tunataka kuanza kutekeleza kwa falsafa zao za kuupa kiupaumbele mradi huu, lakini na nia ya serikali ya kurekebisha changamoto zilizokuwa hapa. Tunawashukuru kwa sababu kwanza wametenga muda, na pia wametupa mengi sisi kama wageni kwenye eneo hili la mradi, lakini tumejifunza mambo mengi kutoka kwao, na kikubwa zaidi kwamba mila na desturi zetu za kila sehemu tuzifuate kwa ukaribu kwa sababu ni tija na ni tunu kwetu, na ni tunu kwa vijana sisi na kwa vizazi ambayo vinavyokuja, kwa sababu wametoa maelekezo mengi ambayo ni ya msingi ambayo tunatakiwa tushirikiane na wananchi, kwa sababu ukiangalia miti hii ya asili yote tumeikuta na ipo na tunahitaji pia kuilinda. Lakini kipekee kwa chifu wetu na machifu wengine ule muda wenu wote ambao umetupa falsafa ya vitu gani tuvifate, lakini ile ile moyo wa kusema kwamba tumewapokea mwendelee ku, kutekeleza maelekezo ya mheshimiwa rais, lakini kwa viongozi wetu, waziri wetu wa ujenzi, katibu mkuu, wamejitahidi kutoa fedha hizi ambazo sasa sisi huko tunakuwa wasimamizi na kwa machifu ni kama ndo wasimamizi zaidi kwa sababu zinapita kwenye eneo hili lakini inaenda kuondoa changamoto ambazo tunaziona, kwa sababu mheshimiwa rais tayari ameshatengeneza wigo wa kibiashara kwa ukanda wetu wa SADC, na zile changamoto za magari kukwama barabarani na milimani sasa zimeondoka kwa maana ya hizi fedha ambazo zimeletwa kwenye eneo letu. Kwa upande wake meneja wa barabara kuu na barabara za mjini nchini mhandisi Nchama Wambura akaeleza sababu za barabara hiyo kupanuliwa. Barabara hii inapanuliwa kwa sababu za msingi kama hata ninyi ndugu waandishi wa habari mnavyoona, imekuwa na mzigo mkubwa sana kwa magari makubwa ambayo yamekuwa ni changamoto mengi, yakisababisha ajali kwa mali za watu, lakini pia hata na uhai, na hilo ndio lililosababisha wakala wa barabara TANROADS Kunyenyuka na kuja kufanya upanuzi ili walau kuwepo na baadhi ya maeneo ya magari kuweza kupumzikia pale yanapokuwa yakipanda mlima huu, mlima wa Nyoka ambao umekuwa na umaarufu wa jina hilo kwa sababu umekuwa ni mlima ambao ni mrefu kweli kweli. Lakini sambamba na hilo pia E, kwa kuliona hilo, pia kumekuwepo na njia ya mchepuo ambayo hapa tuliposimama itakuja kupita maeneo haya kuelekea hapa na kutokezea kule mbele. Yote ni kwa ajili ya lengo la kupunguza msongamano na kujaribu kukata milima hii iliyopo hapa katikati, e, na kupunguza adha kwa magari ambayo yanayopanda kutoka hapa eneo la Mlima Nyoka jijini Mbeya ambapo serikali imeamua kupanua barabara ili kupunguza ajali zinazotokea mara kwa mara katika eneo hili. Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.